Michuano ya mataifa ya Afrika yaani Afcon ni mashindano ya soka ya timu za Afrika ambayo yalianzishwa na kafu tangu mwaka elfu moja mia tisa hamsini na saba na yamekuwa yakichezwa mara kwa mara kila baada ya miaka miwili na yamekuwa matukio muhimu zaidi katika soka la Afrika. Toleo la kwanza michuano hii ilifanyika mwaka elfu moja mia tisa hamsini na saba mjini Hatum nchini Sudani, ikishirikisha timu tatu pekee ambazo ni Sudani waliokuwa wenyeji, Misri walioibuka mabingwa pamoja na Ethiopia. Kwa miaka ya mwanzo idadi ya washiriki ilikuwa ndogo lakini iliendelea kukua kadri muda na nchi mpya barani Afrika zilivyojiunga na kafu. Kwa ujumla, michuano hii imefanyiwa marekebisho ya kuongeza idadi mara sita, kwa kuongeza idadi kutoka timu tatu hadi kufika hii leo tunavyozungumza kuwa timu 24 za kushiriki michuano ya Afcon. Maboresho ya Afcon yameonyesha ukuaji wa soka barani Afrika, yakilenga kuongeza ushindani, uwakilishi wa mataifa mengi na thamani ya kibiashara ya mashindano. Kuongezwa kwa idadi ya timu fanya Afcon kuwa moja mashindano makubwa na yenye mvuto zaidi duniani. Katika timu zote zinazoshiriki michuano hii ya Afcon mwaka huu 2025 nchini Moroko, zifuatazo ni nchi na jumla ya ushiriki wake katika orodha. Nchi zote Komoro na Botswana ndio nchi ambazo zimeshiriki mara chache zaidi zikiwa zimeshiriki mara mbili pekee, huku ikifuatiwa na Tanzania ambayo imeshiriki mara nne. Ekuatorio Gine inaenda kushiriki mara ya tano, Benin pia ikishiriki mara ya tano. Zimbabwe imeshiriki mara ya tano inaenda mara ya sita, wakati Msumbiji ikiwa inaenda mara ya sita pia. Majirani zetu Uganda wanaenda kushiriki kwa mara ya nane, huku Gaboni wakienda kushiriki mara ya tisa, Angola wakienda kushiriki mara ya kumi, na Afrika Kusini wakienda kushiriki kwa mara ya kumi na moja, wakati Burkina Faso na Mali wakiwa wanaenda kushiriki kwa mara ya kumi na nne, Senegali wakiwa wanaenda kushiriki kwa mara ya kumi na nane, na Zambia wakiwa wanaenda kushiriki kwa mara ya kumi na tisa, Morocco wakiwa wanaenda kushiriki kwa mara ya ishirini, wakati Algeria DR Congo na Nigeria wakiwa wanaenda kushiriki, kushiriki, kushiriki, kushiriki, kushiriki kwa mara ya ishirini na moja. Nyingine ni Tunisia na Kameruni wakiwa wanaenda kushiriki kwa mara ya ishirini na mbili, huku Ivory Coast wakiwa wanaenda kushiriki kwa mara ya ishirini na sita. Na Misri ndiyo nchi ambayo imeshiriki mara nyingi zaidi, ikiwa inaenda kushiriki kwa mara ya ishirini na saba mara baada ya kushiriki kwa mara ishirini na sita zilizopita, zikiwa zimebaki siku mbili pekee kabla ya kushuhudia kilele cha sherehe za soka letu barani Afrika yani AFCON michuano mikubwa zaidi ya bara hili. zifuatazo ni idadi ya nchi ambazo zi Mabingwa mara nyingi zaidi, Misri inaenda kushiriki michano hii ikiwa inaenda kutafuta kombe la nane wakati ikiwa imeshachukua makombe saba kibindoni. Kameruni imechukua mara tano, huku Ghana ikiwa haipo kabisa lakini imechukua mara nne. Ivory Coast imechukua mara tatu, Nigeria mara tatu, Algeria mara mbili, DR Congo mara mbili, huku Senegali, Zambia, Tunisia, Afrika Kusini, Morocco, Sudani na Ethiopia zikiwa zimechukua mara moja moja, lakini baadhi hazipo ikiwemo Ethiopia haipo katika michuano ya mwaka huu michuano ya AFCON si kupambana tu bali ni kielelezo cha alama ya umoja wa Afrika kupitia michezo na awali yalianzishwa ili kufurahia na kuonyesha kwamba na sisi tuna michuano yetu binafsi mbali na ambavyo ilikuwa haipo duniani, na kipindi hicho ilikuwa ni kipindi cha ukoloni ambacho Waafrika wengi walikuwa wanashindwa kuungana kupitia michezo. Mashindano haya yalizinduliwa mwaka 1957 na shirikisho la soka barani Afrika, kafu kwa sababu kuu kadhaa ambazo ni kutoa jukwaa la ushindani kwa timu za Afrika kwani wakati huo hakukuwa na mashindano makubwa ya bara yaliyowezesha Waafrika kupimana nguvu katika soka. AFCON ilianzishwa ili kukuza vipaji vya wachezaji wa Kiafrika, kuwapa nafasi ya kuonekana kimataifa na kufungua milango ya kucheza soka la kulipwa nje mara baada ya kuonekana. Aidha, AFCON ilikusudia kuimarisha umoja na mshikamano wa kisiasa na kijamii miongoni mwa nchi za Afrika, hasa kipindi ambacho mataifa mengi yalikuwa yanapigania ama Walipata uhuru kutoka kwa ukoloni na soka likitumika kama chombo cha kujenga utambulisho wa Kiafrika na fahari ya bara hili. Michuano ya mwaka huu inafanyika katika nyakati ambazo bara limepitia changamoto nyingi na masegesege ya hapa na pale kiuchumi, kisiasa na tishio la kiusalama kwa baadhi ya nchi. Kwa mwaka huu 2025 pekee kuna zaidi ya nchi nane ambazo zimepitia sekeseke za kisiasa pamoja na kijamii, sambamba na kiuchumi ambazo ni pamoja na Tanzania ambayo tulishuhudia vurugu na maandamano makubwa nyakati na siku ya uchaguzi. Wakati Kenya msimu huu tulishuhudia pia ikifanya maandamano makubwa ambayo yalikuwa ni kuenzi mwaka mmoja uliopita tangu maandamano makubwa ya msimu mmoja uliopita. Msumbiji pia tulishuhudia maandamano makubwa yaliyosababishwa na shida ya huduma za kijamii, wakati Madagascar pia, sababu ya kukosekana kwa umeme na maji na huduma za kawaida, ilikuwa ni sehemu ya maandamano makubwa yaliyomwondoa madarakani rais wa nchi hiyo Andry Rajeurina. Algeria nako tulishuhudia maandamano makubwa ambayo yalisababishwa na watu kupinga utawala uliopo ambao unaendeshwa bila kuwepo na bunge na chombo cha uwakilishi wa serikali. Moroko nayo tulishuhudia maandamano makubwa kwa kile raia wa nchi hiyo wakisema serikali ya nchi hiyo inatumia fedha nyingi kwenye kujenga miundombinu ya wa kimichezo wakati huduma za wananchi zikiwa zinadorola. Ivory Coast, maandamano makubwa pia yalisababishwa na sababu za kisiasa kwa kile ambacho rais wa nchi hiyo Alasani Watala alipokuwa anataka gombee kwa muhula mwingine na wapinzani wakaamua kuitisha maandamano makubwa Kameruni. Nako sababu za kisiasa yalisababisha maandamano makubwa ambayo yalikuwa yakipinga matokeo baada ya uchaguzi mkuu uliomrudisha madarakani kwa mara nyingine, Paul Biya kuwa na muhula wa nane tangu aanze kugombea mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili, huku Gine ikishuhudia mapinduzi makubwa yaliyomwondoa madarakani rais wa, wa nchi hiyo Umaro Sissoko Embalo, wakati jaribio kama hilo lilishindwa Benini, ambako rais wa nchi hiyo Patrice Tolam alikuwa anatakiwa aondoke madarakani kupitia jeshi wakati hiyo akiwa. Niendelea kwingineko ni katika taifa la Kongo, ambako mashariki mwa nchi hiyo kuna sekeseke kubwa tangu kuingia mapema kwa mwaka huu na kushuhudiwa uvamizi wa M23 katika eneo hilo, lakini raia wa eneo hilo wanawakilishwa na taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaani DRC, ambao pia wanatakiwa wawe sehemu ya kushangilia taifa lao katika michuano ya mwaka huu, lakini wanapitia mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu ambao haukuwahi kutokea katika historia ya nchi hiyo, na wengi wao wakiwa wakimbizi wakiama kwenda katika baadhi ya maeneo ikiwemo Jamhuri ya Burundi. Wakati nako Sudani, katika eneo zima la nchi hiyo, hasa jimbo la El Fasha, janga kubwa zaidi la kibinadamu lilikuwa linaendelea mara baada ya jeshi kugawanyika, huku RSF wakiendelea kufanya mauaji ya raia nchini humo. Nao wanawakilishwa na taifa la Sudani katika michuano ya mwaka huu, wanatakiwa waendelee kushangilia timu yao ya taifa, kama ambavyo Afcon ilinuia wakati akiwa inaanzishwa mwaka 1957 kuwa furaha ya Afrika, ikiwa sasa ni miaka sitini na nane tangu kuanzishwa kwa michuano hii barani Afrika, yani tangu mwaka 195 Je, bado Afcon inabaki kuwa sehemu ya furaha na uhuru wa Kiafrika na imetimiza malengo yake? Tuandikie maoni yako hapo chini na sisi tutayaona. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.